Wananchi, wazee wangu, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. <laughs> Ndugu zangu, lengo kubwa la ujio wetu hapa ni kuendelea kufanya wajibu wetu kwa wananchi, wajibu ambao mimi kama mkuu wenu wa wilaya ambaye ndiye mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika wilaya ya Kinondoni, ndio wajibu ambao Mheshimiwa Rais alinipa aliponiteua tarehe 18 Aprili mwaka 2016. Kazi kubwa iliyopewa pamoja na wenzangu, wenzangu waliogombea na sisi tulioteuliwa ni kuwatumikia wananchi. Na nyinyi mnafahamu, uchaguzi ulishapita, tutakuwa na uchaguzi mwingine, Mungu akipenda 2019. 219 wa wenye viti ambaye nafikiri mwenyekiti wenu ndio, makofi hayo mliompigia hapa, lakini tutakuwa na wabunge 2020. Baada ya uchaguzi kinachofuata ni kazi tu, wale waliochaguliwa wafanye kazi wale waliounda serikali tufanye kazi. Kwa hiyo sisi hatupendi sana maneno maneno, sisi tunafanya kazi, na mmemwona rais wetu, na yeye kila anapokwenda anafanya kazi, kudhibiti rushwa, kusanya mapato ya serikali, kupambana na mafisadi na kuwapelekea huduma wananchi wanyonge. Kwa hiyo na mimi ambaye bwana mkubwa huyu aliniteua kwa kweli, na mimi malengo yangu ni haya, na yeyote ambaye atatukwamisha au atathubutu kutukwamisha kwenye kufanya hiyo kazi, kwa kweli tutashughulika naye, iwe usiku iwe mchana. <applaud> Ndugu zangu, imeelezwa historia ya mgogoro huu. Kwamba eneo hili lilikuwa eneo la machimbo, baadaye yakasimamishwa, ukawa na kesi mbalimbali. Zimeelezwa kwa mapana sana historia yake na mheshimiwa diwani na mstahiki meya. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana diwani wenu, na simpongezi kinafiki. Ni diwani ambaye anachapa kazi, amepigana sana kuhusiana na jambo hili. Na mstahiki meya, mpaka leo hii tumefikia hatua hii, amewasemea sana, na siku zote amekuwa upande wenu, na sio kwenye hayo tu na mengine mengi yanayohusu barabara na maendeleo ya watu wa Kunduchi. Ieni makofi. Jana aliposikia anakuja huku, iko project moja ya kutengeneza barabara ambayo manispa. Lita, niliwatafutia manispaa lita takribani elfu kumi za dizeli nikawatafutia na mitambo kutoka kwa wadau, ili barabara zote za Kinondoni angalau kila kata kuna barabara zitakazochongwa zilizoharibiwa na mvua. Sasa greda limeingia kunduchi jana na ameona, limeshaanza kazi. Wewe ndio maana sisi tukasema, jamani, sisi tunafanya kazi, hatuleti maneno. Sasa diwani jana akanipigia simu, bwana, naomba ili greda likae kae huko angalau siku mbili tatu, na barabara nyingine nyingine za Kunduchi. Nikamwambia hiyo na leo tutalifanyia kazi malize kabisa. Kwa hiyo <laughs> yule engineer anayesimamia matengenezo hayo akae pamoja na diwani ili amwonyeshe na zile barabara nyingine ambazo hazikuwepo kwenye mpango ili na zenyewe greda ipite liichonge. Ukiwa serikali hauombi, ukiwa serikali una mamlaka wengine lazima wapige kelele, waiombe serikali. Kwa hiyo sisi tunaagiza tu, tunafanya. Kwa hiyo, mheshimiwa diwani, wewe usiwe na wasiwasi. Tutafuta mafuta mengine ya nyongeza, grade ile itafanya kazi kubwa zaidi kidogo. Kunduchi oye! Kunduchi oye! Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio kazi tuliyopewa na na tunawaomba sana mtuunge mkono na mmuunge mkono mheshimiwa rais, kwa kazi hii ambayo tunawafanyia. Na diwani amezungumza, niwapongeze sana wale viongozi wa vyama vingine. Yule kiongozi wa kafu yuko wapi? Nampongeza sana. Maendeleo hayana chama. Tuungane pamoja, tushirikiane, tuchape kazi, vijana, wazee, kina mama tushirikiane pamoja. Nchi hii ni yetu sote. Nchi hii ikiharibika, hatuna pa kukimbilia. Kwa hiyo ni lazima tushirikiane, tuweke vyama vyetu pembeni, tufanye kazi ya wananchi. Lakini hata ile serikali iliyoshinda tuipe nafasi ifanye kazi au sio jamani yeah? Hey, hey. Sasa wewe kila siku ukiwa maneno maneno, wenzao wanafanya kazi, unaleta maneno mambo yale, kwa kweli yatatukwamisha na sisi hatuko tayari kukwama, kwa sababu hukumu ya 2020, wananchi ni elfu mbili na ishirini, wananchi ndio watakaosema, hawa tuliwapa wafanye kazi, wamefanya. Kwa hiyo tupeane nafasi tufanye kazi, tumpe nafasi rais wetu afanye kazi, tumpe nafasi diwani afanye kazi, mkurugenzi DC tufanye kazi yetu. Sasa nije kwenye ajenda ambayo imezungumzwa, nimesikia mapendekezo ya mipango ya manispaa na eneo hili lina maslahi ya wananchi zaidi ya elfu tatu. Baada ya kuyasikia yote haya, na mimi nimekuwa nalifuatilia hili kwa muda mrefu, nikawa nasubiri na mimi nione, je, mkurugenzi na timu yake na meya watawaacha wananchi au wataungana na wananchi sana mimi nitoe kauli ya serikali ya wilaya ya Kinondoni. Wananchi mtabaki katika maeneo haya kama mimi. Bonoji oye! Dokta Magufuli oye! ivani oye! hakuna atakaye kuja kuwaondoa. Na wale waliokuwa wanafanya biashara ya kesi, wanataka kesi endelee, biashara ke hiyo mwisho leo. Kinondoni, serikali yenu kwa bega kwa hiyo uwe na amani Kinondoni. Oye! Rais Magufuli oye, oye, oye! Unga mkono kama unampenda rais wetu. Asante sana, hayo ndiyo majukumu tuliyopewa na hayo niwaambie wananchi wa Kunduchi, hayo huwezi kuyapata kutoka kwa mtu mwingine isipokuwa kwa serikali. Yule ambaye hana serikali hawezi kutoa kauli kama hii, atakuja kutuomba sisi. Sasa sisi hatusubiri kuombwa, tumesema eneo hili mtabaki hapa pamoja na kwamba manispaa waliendesha kesi wakashinda, lakini hatuwezi kuhatarisha wananchi elfu tatu. Tuwapeleke wapi hao wananchi elfu tatu? Kwani hao sio Watanzania? Kwani <coughs> hao sio wana Kinondoni? Kwani hao <siyo> <coughs> wanamchukia Rais Magufuli? <coughs> wanampenda kwa kazi nzuri anayopata hiyo mii niwahakikishie, msiwe na hofu, msiwe na hofu. Na nitumie fursa hii kuwaagiza na kuielekeza manispaa ianze mipango kwa ajili ya kufanya upimaji na kuhakikisha wananchi wanamilikishwa haya maeneo lakini ni lazima tukubali katika upimaji ule, ni lazima wataalamu wetu watatusaidia tupate maeneo ya umma, maeneo ya shule, viwanja vya michezo, mahali pa barabara kupita. Haya lazima yazingatiwe, ili watoto wenu, wajukuu zenu, huko mbele wasije wakakosa viwanja vya kuchezea wasije wakakosa barabara za kupita, wasije wakakosa viwanja vya kujenga kituo cha polisi, zahanati na kadhalika. Kunduchi oye! Hayo watayazingatia na naomba mwape ushirikiano sana kuhusu upimaji. Najua upimaji utakuwa na gharama na nyinyi wananchi hamwezi kushindwa kuchangia kama alivyosema mstahiki meya, kwa sababu tumewapa tumewapa maisha. Watoto wa mjini wanasema, sasa na nyinyi lazima mkubali na nyinyi kucheza sehemu yenu. Lakini mimi kama mkuu wenu wa wilaya, magize katibu tawala haraka sana waandike barua chuo kikuu cha Ardhi. Nitawaombea kama kutakuwa na wataalamu na wanafunzi wa masomo ya upimaji na ardhi, ili kama field ya mwaka huu au kipindi hiki tumechelewa, field ijayo tupate timu kutoka chuo kikuu cha Ardhi, watakaokuja kufanya kazi yao hapa na walimu wao, ili ikiwezekana, kama ombi hilo litakubaliwa pale chuo kikuu cha Ardhi, basi ile gharama kubwa ya upimaji isiweze kuwepo katika eneo hili. Kwa hiyo nitawaombea kwa mkuu wa chuo cha ardhi, bahati nzuri chuo cha ardhi kipo Kinondoni, ili wataalamu wake, na bahati nzuri wana wataalamu na wana vifaa vya kupimia, ili ikiwezekana, ikiwezekana wataalamu wale kwa kushirikiana na wataalamu wa manispaa waje waifanye kazi hii bila gharama yoyote. Maana yake ni nini? Maana yake tukifanikiwa, nyinyi hamtochangia hela za upimaji wa eneo hili, mtapimiwa bure. Kwa hiyo, ikishindikana, tutawapa taarifa, lakini muendelee kutuombea Mungu kwamba lisishindikani ili uweze kuendelea kula kuku kwa mrija. Hiyo ndiyo kazi yetu, hiyo ndiyo kazi ya serikali ya awamu ya tano. saikimea amezungumza kwamba tumedhamiria kupunguza na kumaliza migogoro ya ardhi na tunafanya hiyo kazi. Migogoro ilikuwa mingi sana. Iko migogoro ya uvamizi Nyakasangwe kule Mabwe pande, Bopo huko Kinondo, lakini iko migogoro ya mtu mmoja mmoja ambayo mwananchi mnyonge anataka kudhulumiwa ardhi na mtu mwenye fedha. Tumeendelea kupambana na watu hawa sana na tutaendelea kupambana nao. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kutuma salamu kwa wale matapeli wa ardhi. Wako watu ambao kila siku biashara yao inayowaingizia fedha mjini ni kutapeli ardhi za wanyonge. Wako watu ambao kazi yao ni kufanya timing. Mtu yuko kitandani anakaribia kufa mjane na wayatima wanakwenda kuhurumiwa viwanja vyao. Hawa tumeendelea kushughulika nao sana na tutaendelea kushughulika nao, msiwe na wasiwasi yeyote atakayeona dalili za kuhurumiwa ardhi njooni mtupe taarifa hapa kwangu. Hakuna mfanyabiashara, hakuna tajiri hakuna mwanasiasa yeyote atakayeingia kwenye kumi na nane za kutaka kuharibu maslahi ya wananchi, tutashughulika naye pale pale. Kinondoni pale Ada Estate wako wananchi ambao na mfanya biashara mmoja walimlalamikia kuhurumu nyumba yao baba yao alikuwa na urafiki na yule mfanyabiashara, kwa hiyo wakawa wanamwita baba mdogo. Baba mdogo anakuja, wanakunywa chai, wanazungumza na nini. Yule baba mdogo ni Mwislamu kama mimi, akawa wanakuja tena, anakuja na tasbihi moja kubwa sana. Baada ya muda yule baba akafariki, mwenye ile nyumba. Baada ya msiba, baba mdogo yule akai mfanya biashara tu mmoja kubwa, akawaambia sasa na watafutia mwanasheria awasaidie mpate hati, walikuwa hawana hati, mambo yenu yayo mazuri, mtawasomesha, mtawatafutia mambo, maisha yote yanakwenda kuu. Kwa hiyo wakamteua msimamizi wa mirathi kaka yao akatafuta mwanasheria mmoja akakabidhiwa, bwana huyu ni mwanasheria amevaa vizuri. Baada ya muda, yule bwana akawaita ofisini kwake, akawaahidi atawapa apartment, atawanunulia nyumba, akawapa ahadi nyingi sana. Wakawa wamemwamini kwa sababu ni mtu ambaye ameishi na ya baba yao kwa ya muda mrefu. Baada ya muda, kaka msimamizi wa mali yake akafariki. walipokwenda kukaa, siku moja wakaja watu pale, wakawatoa kwenye ile nyumba. Kufuatilia wakagundua yule baba mdogo ndio ametengeneza hati kwa jina lake, nyumba imeshakuwa mali yake na ahadi zote alizozitoa zimeyeyuka. Sasa wale watu wamehangaika kwa miaka zaidi ya kumi. wameenda kufungua kesi ya kufoji. Nyaraka zimefojiwa, sahihi za marehemu zimefojiwa, na vifo vingine vya kutatanisha.